Naam, mtazamaji wa Trend TV ebwana, leo tuko hapa na habari kuhusiana na eh, mazito ambayo yametokea kufuatia kwa lile sakata la eh, huyu mrembo ambaye alikuwaga katika mahusiano na Mwejako mchepuko wa Mwejako ambaye alimfanyia mwenzie unyama eh, ni kwamba ameamua kuna, kuna, kuna message hapa zimevuja, za hizi ni chat za WhatsApp, ambapo huyu binti bwana kumbe eh, hii hali imemshinda, ameshindwa kuvumilia, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimwandama wakimsema huko mitandaoni kutokana na kile ambacho amekifanya kwa mwanadada mwenzie. Sasa basi habari ambayo imetufikia ime ni kwamba inasemekana binti huyu bwana ametuma ujumbe huu kwa eh, unaambiwa kwamba Mary Mwijaku, Mary wa Mwijaku atishia kujiua. Hivi vitu vina athari kubwa sana binti, uh, binti anaweza kujiua kweli. Kuna mtu ameandika hivyo naona, kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti hivyo. Kwa hapa, huyu Mary bwana, inasemekana kwamba alimtumia mama yake message akiwa amemwandikia kwamba "Mama, shikamoo mama yangu, kwa kweli naomba sana msamaha. Kila nikijitahidi kuvumilia nashindwa mama, alafu na emoji za kulia. Umeona, hiyo ni message. Hizi ni messages ambazo zimevuja si huko mtandaoni, ambapo inadaiwa kwamba huyo ni Mary alikuwa na chati na mama yake mzazi, kufuatia kwa yale ambayo yanayomkabili na kumsibu huko mtandaoni, kutokana na hili tukio ambalo limetokea kati yake yeye na binti mwenzie huko chuoni. Haya, wake akasema, marahaba mwanangu, najitahidi kukutafuta sana, lakini sikupati, simu upokee, yuko wapi? Binti akajibu kwamba siwezi kukubali kwenda polisi na, e, na kujiona naingia jela mapema hivi. Hii ni mbaya sana kwa upande wangu, mama, ni bora tu nife kwa sasa il, ila sio kuendelea kupata tabu hii. Nisamehe kwa maamuzi nisamehe kwa maamuzi ninayokwenda kuyafanya mama. Naomba niombee mimi. Ni, mimi ni marehemu ninayetembea. Wacha tu nife mama, maana nateseka sana. Umeona bwana, huo ni ujumbe. Baada ya hapo, ni kwamba mama mtu akampigia tena binti yake, lakini hapa inaonyesha no answer kwamba simu haikupokelewa. Kwa hiyo peji mbalimbali zikaja kuripoti hizi habari haraka huku mitandaoni kwamba huyo Mery hajulikani alipo, lakini hu, hizi messages zimevuja eh, katika mitandao katika peji mbalimbali. Sasa basi hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, hii chati mbona kama imetutisha hivi, na mambo mengine kama hayo . So tunalifuatilia hili swala kwa karibu. Inasemekana hicho ndio kilichotokea kwa sasa hivi, baada ya hizi chati kuvuja. Ukiwa kama mdau uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.